Na imekuwa nikiona kwamba hamasa inaongezeka siku hadi siku, mkutano hadi mkutano. Ni dhahiri kabisa kwamba watanzania wanazidi kuhamasika na kupenda chama chetu CCM, na hata wale ambao walikuwa na mashaka kidogo na wao wameanza kutuamini na wanajiunga mkono CCM kwa hapa Mwanga, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikutoe wasiwasi. CCM wilaya ya Mwanga tuko vizuri, tuna mipango vizuri, tunashirikiana na viongozi wetu wa mkoa vizuri, lakini tuna bahati moja moja kubwa sana, ni kwamba hawa wananchi naona hapa mheshimiwa mgeni rasmi wanaipenda CCM sana. alipoingia madarakani alikuta mradi wa Same Mwanga Korogwe ni kama umesimama mama. Mama akatafuta bilioni 161 akamalizia mradi huo, na mama jinsi anavyotupenda, akaacha shughuli zake akaja yeye mwenyewe hapa kuuzindua. Wongo wongopeli mama ametuanzishia mradi wa hospitali ya wilaya mama ametafuta bilioni nne na milioni mia nne kwa ajili ya huu mradi wetu wa hospitali ya wilaya. Ametujengea majengo kumi na uguzo ameshaanza kutoa huduma mama, sana tupende jamani. Chuo cha VETA hapa ametutafutia milioni mia nne ili shughuli zianze hapa haraka. Ametujengea ofisi ya kisasa ya halmashauri ya wilaya ya Mwanga, ametuletea bilioni moja na milioni mia sita Mama anatupenda kweli kweli. Mama anatujengea barabara. Imetajwa na mshauri mgeni rasmi ya CD Msuya anatuletea milioni 700 upande wa fedha uliyoisha. Mama anatupenda sana. Mama ingie madarakani. Mama ametutafikia karibia bilioni 60 kwa ajili ya maendeleo kwenye halmashauri yetu. Nikushukuru wewe na tafisi shukrani zangu kwa mama yetu mama Samia sisi wanamwanga tunajua kwamba mama Samia anatupenda kwa moyo wa dhati anatupatia maendeleo yaende kwa kasi ya 5G. Bali wanasema mbona wengi mfumwa hao a aanhakila shida japo kukaa na kujia shida za mheshimiwa Balozi Dr. ii wanamwanga wana kitisho kubwa sana la tembo kwenye kata nane, kwenye kata nane hizi za tambarari. Tembo wanaharibu miundombinu na maji, tembo wanakula mazao ya wananchi na, na pale ambapo tembo wanashukizwa wanaua hata binadamu. Hii ni kero kubwa sana kwa Wanamwanga. Kwa vizuri serikali imefanya ile kazi ndio wameweka ofisi ya tawa pale Kokoa, lakini ile ofisi bado inahitaji fedha, bado inahitaji askari zaidi, inahitaji magari. Tukipata hayo, naamini kwamba wale askari watawalinda wananchi, lakini pia hata tengo nao watalindwa, watarudishwa vifarei. barabara yetu ya kichwa cha ng'ombe kilomita themanini na mbili inaozunguka nyuma ya mlima mpaka kifaai, ni ya kilomita themanini na mbili inaunganisha kata tano na barabara ni mbaya kweli, mheshimiwa enyi rasmi uh, na huko nyuma ndio kuna tembo, kuna basi moja asubuhi na basi moja ya usiku, na ni kwa sababu barabara ni mbaya sana. Barabara ya Lembeni kupanda juu kwenda uh, Kilomeni mpaka Shiratini barabara ya nne mheshimiwa mgine rasmi, lazima kwanza nipongeze serikali. Barabara ya Kikweni kwenda kuchama imeshajengwa kwa asilimia sitini, imebaki tu kilomita tisa. Mheshimiwa mgine rasmi, hizi barabara ungenisaidia nazo nakwambia. Mheshimiwa, mimi hapa guge imepata niseakkishieni munuyu ameongea changamoto mbalimbali ambazo ndio za msingi kweli nataka niwahakikishie, mimi na mbunge wenu na rais Samia mtashirikiana hatua kupunguza ama kuondoa kero za msingi za watu wa Mwanga. Yes. ah, ah, ah, ah, ah.